Mkutano huu wa SADC e, wenye kuzungumzia masuala ya uhifadhi wa maeneo yanayovuka mipaka e, mkutano huu umeandaliwa kama maadhimisho ya miaka 25 ya makubaliano ya nchi za SADC za ushirikiano wa uhifadhi e, unaovuka mipaka. Kwa hivyo leo nimefika hapa nimeshiriki katika huo mkutano, na kwa kweli katika mazungumzo yetu tuliyowazungumza pale, kwa kiasi kikubwa tumepeana uzoefu wa nchi wanachama katika swala zima la uhifadhi. Sasa kama mnavyotambua, ni kwamba uhifadhi uko katika maeneo mengi. Kuna uhifadhi wa wanyamapori, kuna uhifadhi wa misitu, kuna uhifadhi wa aina kwa aina. Kwa hivyo leo tumepata fursa ya kubadilishana mawazo kubadilishana uzoefu wa jinsi gani tunaweza kufanya uhifadhi huu vizuri zaidi, baada ya miaka ishirini na tano toka, e, toka tumekubaliana kufanya mambo hayo kwa pamoja. Sasa kule Tanzania tuna mifano ya uhifadhi wa unaovuka mipaka, kwa mfano hifadhi ya Selous na kuna hifadhi inayoitwa ya Niasa ambayo iko Msumbiji. Ni sehemu ambayo tuna hifadhi kwa pamoja na mafanikio makubwa yamepatikana. Sasa miongoni mwa mambo ambayo tumeyazungumza leo ni kwamba kwa, kwa kiasi gani tunaweza eh kupata eh rasilimali za kufanya uhifadhi huu kwa vizuri zaidi. Yamezungumziwa masuala ya carbon credit kwa maana kuuza e, e, krediti zetu za kaboni ili tuweze kufanya uhifadhi wa misitu, lakini vile vile e, na wanyamapori na kadhalika. Lakini vile vile kuna swala zima la jinsi gani tunaweza kuhakikisha kwamba wale wananchi au zile jamii ambazo ziko katika maeneo haya zinafaidika na uhifadhi huu kwa hiyo tumezungumza mifano mbalimbali iliyotolewa mbali pale ya jinsi gani ya kuhakikisha kwamba maisha ya wananchi walioko katika maeneo haya ya hifadhi, aidha wale wananchi wanaohifadhi wanyamapori, kuna wananchi ambao wanahifadhi misitu, kuna wananchi ambao wanahifadhi, wako ni sehemu ya jamii katika maeneo ya uhifadhi, kwa kiasi gani nao wanaweza wakasaidiwa, ili waendeshe maisha yao vizuri zaidi au wanufaike na huu uhifadhi. Kwa jumla, maswala yaliyozungumziwa na hayo. Na sisi kama Tanzania tulipata nafasi ya kutoa uzoefu wetu katika hifadhi yetu hiyo niliyohitaja, lakini vilevile vile tumejifunza kutoka kwa wenzetu matumizi ya kredit za kaboni ili kuweza kupata fedha kwa ajili ya kuendeleza uhifadhi. Sadek wa wa, wametayarisha sera ambayo nchi wanachama wanatakiwa sera zao sasa ambazo ziko katika nchi zao ziendane na ile sera ya Sadek. Kwa hivyo hilo eh, waliozungumza wengi katika wa, wanachama wa, wa, wa jambo hili wameonyesha kwamba wana wenyewe wametengeneza sera zinazoendana na sera za za SADC, na bila shaka eh, uzoefu tulioupata wa kila mmoja eh, anavyojipanga kufanya hiyo kazi ya kuuza eh, carbon credit eh, tuta, tutachukua ile mifano bora ili tukaangalie na sisi kwa jinsi gani tunaweza kufanya hiyo ikawa na na, na tija zaidi kuliko kila mtu kufanya vile anavyopenda yeye. Ukiacha yale maeneo niliyowazungumzia ya wanyamapori na misitu, vile vile eh, uhifadhi unaovuka mipaka unahusisha vile vile maeneo ya, ya, ya maji. Kwa hiyo kuna maeneo ya maziwa makubwa ambayo yako zaidi ya nchi moja, eh, kwa mfano kwa Tanzania ni ziwa Nyasa ambalo liko upande wetu na upande wa Malawi, lakini vile vile kwenye bahari kuu kuna nchi kadhaa ambazo bahari yetu tuna tunachangia tuna, tuna kwa hiyo ni vizuri pia na huko pia uhifadhi ufanyike, na hilo ni moja katika maeneo yaliyozungumziwa, uchumi wa bluu na uhifadhi katika bahari. Na hili lina maana zaidi kwa Zanzibar, ambao sisi tuna sera ya uchumi wa bluu, tuna sheria za uchumi wa bluu na tuna uhifadhi ndani ya bahari yetu. Kwa hiyo haya yote yamechangiwa na yamezungumzwa na kwa kweli eh, ni moja katika maeneo muhimu sana ya mkutano huu eh, kufanya uhifadhi wa pamoja hata katika maeneo ya maji na bahari. Eh, leo tumesikia mafanikio mengi. Kuna ambao wamefanikiwa vizuri sana katika uhifadhi wa mambo mengi, kuna ambao wameshaanza carbon credit, kuna ambao wamefanikiwa katika uchumi wa bluu. E, bila shaka malengo yanayotarajiwa yatafikiwa kwa sababu e, kuna kila dalili kwamba utaratibu huu wa uhifadhi unaovuka mipaka unakwenda vizuri. Wito mm-hmm. ni kwamba tuendelee kushirikiana, tuendelee kushirikiana, tuendelee kubadilishana uzoefu, ili yale mazuri yote yaliyofanyika katika nchi moja yaweze kufanywa na katika nchi nyingine. Lakini kikubwa zaidi ni kushirikisha wadau wote, kama ilivyosemwa pale, ni kuna umuhimu mkubwa wa kila mtu ashiriki, hususan wananchi wanaoishi katika maeneo hayo, lakini wadau wa maendeleo um, asasi zisizokuwa za kiserikali na bila shaka serikali zenyewe. Our dedication to fostering socio-ecological and economic connectivity should be redoubled as we integrate Our conservation efforts across borders. At the center of these efforts, we must be the need to enhance the lives and livelihoods of our communities, striking harmonious balance between nature and development.